Wakati inaendelea kuomba mida ya jioni, Roho wa Mungu akaniambia tuiombee sana tarehe ishirini na nane ya mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Naomba mtanzania mwenzangu tuiombee siku ya tarehe ishirini na nane ya mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Unaniangalia kwa njia ya TV, nimesikia msukumo wa Roho Mtakatifu kila nikifunga macho nikiwa naomba nasikia sauti naniambia tarehe ishirini na nane mwezi wa kumi tarehe ishirini na nane mwezi wa kumi tarehe ishirini na nane mwezi wa kumi. Unaniangalia kwa njia ya TV au kwa njia ya redio, ninaomba sana, tunaomba siku ya Jumapili tutenge muda, watu wote, watu wote wanaomwamini Mungu, tuombe tuiombee tarehe ishirini na nane kwamba kwenye tarehe ishirini na nane ya mwezi wa kumi mwaka 2025 listokee litokee tukio lolote baya Narudia tena, Watanzania wote, wana maombi wote, tuiombee sana tarehe 28 ya mwezi wa kumi ili chochote kibaya kilichopangwa kutokea kwenye nchi hii kisitokee. Amen. Tarehe 28 ya mwezi wa kumi tuiombee sana, tarehe 28 mwezi wa kumi mwaka 2025 ili chochote kibaya kilichopangwa cha aibu kilichopangwa kibaya kilichopangwa cha kifo kisitokee katika nchi yetu ya Tanzania. Sikiliza, kabla kitu kibaya kijatokea, Mungu huanza kuwafunulia watumishi wake manabii. Kabla kitu kibaya kijatokea, Mungu huanza kuwafunulia watumishi wake. Sema tunaifunika Tanzania kwa damu ya Yesu Kristo. Sema tena tunaifunika nchi ya Tanzania kwa damu ya Yesu Kristo. Sema tunaizungushia. Tunazungushia damu ya Yesu Kristo kwenye mipaka yote ya Tanzania. Sema tunaizungushia mipaka yote ya Tanzania damu ya Yesu Kristo. Nyosha mkono, tunaiombea Tanzania. Tanzania, Tanzania. Tunaiombea nchi hii. Tunaiombea hii nchi. Ee Yesu Kristo, ukairehemu hii nchi ya Tanzania. Ee Yesu Kristo, wakaiponye hii nchi ya Tanzania katika jina la Yesu Kristo. Sema amen.